Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi kiswahili cha simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimbia hadithi inayokwenda kwa jina simba na kito. Simba na kito ni tamthilia ambayo kwa Kiingereza inajulikana kwa jina la The Lion and the Jewel, na iliandikwa na mnigeria anayejulikana kwa jina la Wole Soyinka na kwa mara ya kwanza ilichapishwa mwaka 1963 na Oxford University Press na iliigizwa mwaka 1959 Mandhari ya tamthilia hii. Tamthilia hii imeandikwa katika mandhari ya kijijini katika kijiji cha Wayoruba, moja ya makabila yanayopatikana nchini Nigeria. Kijiji hicho kinaitwa Ilujinle. Hata hivyo kwa ujumla mandhari yanaweza kutumika kuwakilisha jamii yoyote ya kiafrika inayofuata tamaduni na desturi zinazofanana. Pia kuna mazingira mengine madogo madogo kama vile darasani, chumba cha kulala cha Baroka na maeneo mengine ya kijijini. Wahusika katika tamthilia hii, mhusika wa kwanza anaitwa Baroka, anayejulikana kwa jina la The Lion au Simba huyu ni chifu wa kijiji cha Ilujinle na mzee mwenye umri wa miaka 60. Ni mjanja na anawakilisha utamaduni wa kiafrika unaopinga mabadiliko. Baroka anaitwa simba kwa sababu ya tabia zake zinazofanana na simba dume. Simba dume kikawaida hutumia simba jike kuweza kufanya mawindo na lenyewe kumalizia tu kwa kula. Tutaona anamtumia mke wake mkubwa anaitwa Sadiku kuweza kuinda mabinti wadogo kama Sidi. Muhusika mwingine wa pili anaitwa Sidi au The Jewel, ambayo kwa Kiswahili ni kito. Huyu ni msichana mrembo wa kijiji ambaye anakuwa maarufu sana baada ya picha yake kuonekana kwenye jarida. Anawakilisha uzuri, ujana na thamani ya mwanamke katika jamii. Muhusika watatu anaitwa Lakunle. Huyu ni mwalimu katika kijiji cha Ilujinle, anaamini katika ustaarabu wa magharibi, yaani nchi za wazungu na anapinga mila za utoaji wa mahari. Lakunle anataka kumwoa Sidi, lakini hatimaye anashindwa kumwoa. Muhusika wa nne anaitwa Sadiku. Huyu ni mke mkubwa wa Baroka na ni mjumbe wa Baroka kwa Sidi. Wahusika wa tano ni kundi la wasichana wa kijijini. Hawa wanamletea Sidi habari kuhusu mpiga picha na jarida, na mhusika wa sita ni mpiga picha au mgeni mwenye pikipiki. Huyu ndiye anayemfanya Sidi kuwa maarufu kwa kuchapisha picha yake na kuiweka juu ya jarada. Mhusika wa saba anaitwa Ailatu, huyu ni mke mdogo wa Baroka anayeonekana aking'oa vinyweleo vya kwapa la Baroka. Mhusika wa nane ni mtaalamu mzungu wa kupima ardhi au savea, huyu anahongwa na Baroka ili apindishe ujenzi wa reli isipite Ilujinle, na wahusika wa tisa ni wachezaji awapiga ngoma, hutokea mwishoni wakati wa maandalizi ya harusi ya Sidi na Baroka. Tamthilia imeandikwa katika matukio makuu matatu, yaani asubuhi, mchana na jioni. Samahani, kabla sijaendelea kusimulia tamthilia yetu, naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kukoment, kulike na kushare, kwani ni bure, lakini inanisaidia sana kuweza kupata nguvu ya kusimulia simulizi zingine. Kanami, asante. Tukio la kwanza: asubuhi. Onyesho linaanza kwa kumwonyesha msichana mrembo na mwembamba aitwaye Sidi akiwa amebeba ndoo ya maji anapita karibu na shule. Mwalimu wa shule aitwaye Lakunle, aliyevaa suti ya Kiingereza na viatu vyeupe kama vya watu wa tenisi anatokewa kuvutiwa sana na Sidi. Ghafla, Lakunle aliyekuwa darasani akifundisha, aliwaacha wanafunzi wake mara tu alipomwona Sidi akipita. Baada ya Lakunle kumfikia Sidi, anaanza kumwelimisha kwamba buibui peke yake ndiye hubeba mizigo kichwani na si vizuri kwa mrembo kama Sidi kubeba mizigo mizito kichwani. Pia anasisitiza kuhusu mavazi ya Sidi kwa kumwambia kuwa msichana aliyepevuka lazima afunike mabega yake. Hata hivyo, Sidi anapinga kwa kusema kuwa ameshachoshwa na maneno ambayo Lakunle amekuwa akimwambia kila mara. Sidi anasema pia hata wanakijiji pia wanamchukulia Lakunle kama mwendawazimu wa Ilujinle. Lakunle anatoa madai ya kuwadhalilisha wanawake kwamba Sidi ni mgumu kueleweka kwa sababu wanawake wana ubongo mdogo kuliko wanaume na ndiyo maana wanaitwa jinsia dhaifu. Anapendekeza kwamba katika mwaka mmoja au miwili kutakuwa na mashine zitakazowasaidia kufanya kazi kama kubeba mizigo. Sidi anashangaa kuwa huenda Lakunle amepandwa na wazimu ndiyo maana anaota kuhusu maisha ya baadaye. Lakunle anamwomba Sidi aolewe naye kwa sababu anampenda kwa moyo wake wote. Sidi anasisitiza kuwa yuko tayari kuolewa naye siku yoyote atakayoisema, lakini kwa sharti kwamba Lakunle alipe kwanza mahari kamili. Sidi anasema hivyo kwa sababu katika jamii hii Inaaminika kwamba msichana akiolewa bila mahari basi hakuwa bikra. Lakunle anamfundisha kuwa kulipa mahari ni desturi za kizamani, kwa sababu inamaanisha kumnunua mwanamke kama bidhaa. Lakunle anasisitiza kuwa mwanamke anahitaji kutendewa sawa na mwanaume. Lakunle anaelezea kuwa watafurahia maisha ya ndoa kama wanandoa wa Lagos, yaani Lagos, yani Lagos na kutumia wikendi kwenda kwenye kumbi za starehe huko Ibadan. Lakunle anamshika Sidi na kumbusu mdomoni, lakini Sidi anaona kitendo hicho siyo kizuri kiafya. Sidi anamuona Lakunle kama mwenda wazimu na anashangaa inawezekanaje wamemwachia nafasi ya kufundisha wanafunzi. Wakati huo huo, kundi la vijana linaingia likileta habari za mgeni aliyefika na pikipiki akiwa na kamera na jarida. Jarida hilo lina picha ya Sidi kwenye ukurasa wa kwanza kabisa wa mbele. Uwepo wa picha ya Sidi mbele ya jarida hilo unamfanya Sidi awe maarufu ndani na nje ya kijiji. Sidi anajisifu kuwa sasa yeye ni nyota na hawezi tena kuolewa na Lakunle ambaye ni mwalimu tu wa kawaida. Pia vijana hao wanasema kuwa picha ya Baroka Akiwa anachungulia kutoka katika choo ya kijiji inaonekana kwa mbali pembeni mwa jarida hilo. Sidi anaposikia hivyo, anajiona kuwa wa maana zaidi hata kuliko Baroka mwenyewe. Vijana hao wanacheza kusherehekea tukio hilo. Punde Baroka anaingia, anamshutumu Lakunle kwa kujaribu kuharibu ubikra wa msichana wa kijiji ambaye ni Sidi na kuamuru kuwa Lakunle apigwe makofi. Hii ilikuwa ni mbinu ya kumfanya Lakunle akae mbali na Sidi. Hatimaye Baroka anasema kuwa ni miezi mitano tangu amuoe mwanamke wa mwisho. Tukio la pili, mchana. Onyesho linaanza huku Sidi bado akiwa amenogewa kuzitazama picha zake kwenye jarida. Sadiku ambaye ni mke mkubwa wa Baroka anakutana naye kumletea habari kwamba Baroka amemtuma sio tu kumpatia salamu zake za heri bali pia kumfikishia ujumbe kwamba anamtaka Sidi awe mke wake. Lakunle anasikia mazungumzo hayo, kisha anachukia na kumwita Baroka mbwa mlafi na kafiri. Anamwomba Sidi akataye pendekezo hilo la kuolewa na Baroka. Sadiku anataka kujua ni jibu gani ampelekee Baroka na anamshawishi Sidi kuwa Baroka ameahidi kutooa mwanamke mwingine baada ya kumwoa tu Sidi. Zaidi ya hayo, Sadiku anasema kuwa mwanamke anapokuwa mke wa mwisho wa mfalme, mfalme atakapofariki, mke huyo ambaye ni wa mwisho ndiye atapata heshima ya kuwa mke mkuu wa mfalme mpya. Sidi anasema sasa ana umaarufu mkubwa sana na hawezi kuolewa na Baroka kwa nini Baroka alingoja mpaka awe maarufu ndipo amtake? Sidi anaona pendekezo la Baroka kama njia ya kutaka kujivuna na kusema kuwa amemiliki kito cha Ilujinle. Hapa ndipo tunapata jina la kito, yaani jewel. Sadiku anashangaa kuwa inakuwaje msichana anaweza kukataa ombi na kuolewa na kiongozi wa kijiji. Sadiku anafikiri yote hayo husababishwa na Lakunle. Sidi anasisitiza kuwa yeye bado ni msichana na ni mrembo mno, hivyo hawezi kuolewa na mzee kama Baroka ambaye amechoka sasa. Sadiku anabadili mbinu na kusema kwamba Baroka amesema kama Sidi hataki kuwa mke wake, basi aende tu kula naye chakula cha jioni, kwa kuwa amemwandalia sherehe ndogo ya heshima. Sidi anajua huo ni mtego tu wa Baroka kutaka kufanya naye mapenzi, kwa kuwa wanawake wote wanaokula naye chakula cha jioni walijikuta ama wameolewa naye au wamekuwa hawala zake. Lakunle anasimulia jinsi Baroka alivyowahonga wafanyakazi wa umma ili wasijenge reli kupitia Ilujinle. Baroka alimuhonga mtaalamu, yaani Savea wa kizungu aliyekuwa akipima ardhi kwa kumpa pesa, kola nuts, kuku pamoja na mbuzi. Mtaalamu huyo anajifanya kwamba amekosea kusoma ramani yake hivyo ujenzi wa reli unaelekezwa mbali zaidi. Pia Lakunle anasema Baroka alimwambia Savea huyo kuwa ardhi hiyo haiwezi kubeba uzito wa injini ya reli. Lakunle anaongeza kuwa Baroka anafanya haya yote kwa sababu hataki ustaarabu ufike Ilujinle, kwani utaingilia maisha yake ya kitamaduni na vijana watakuja kuwaharibu mabinti wa Ilujinle. Onyesho linaendelea kumwonyesha Baroka akiwa chumbani kwake na mke wake kipenzi aitwaye Ailatu akimng'oa vinyweleo vya kwapani. Kwa bahati mbaya, anamng'oa vibaya na Baroka anahisi maumivu na kumfukuza. Wakati huo huo, Sadiku anaingia akileta habari mbaya kwamba Sidi amekataa. Baroka anakasirika baada ya kusikia hivyo, lakini kwa haraka sana Baroka anabuni mtego mwingine. Anamwambia Sadiku kuwa ameishiwa nguvu za kiume hivyo ni hanisi takribani wiki nzima. Wakati huo huo, anamwonya Sadiku asimwambie mtu yoyote. Kingali moyoni mwake anajua kabisa kuwa lazima Sadiku ataenda kumwambia Sidi, na hicho ndicho hasa kinachoenda kutokea. Tukio la tatu na la mwisho, usiku. Sadiku anafurahi kwa sababu ya taarifa za uongo alizopewa na Baroka. Anaamini kabisa kwamba Baroka hana uwezo wa kuwa mwanaume tena. Pia Sadiku anasema kuwa alifanya hivyo hivyo kwa baba yake Baroka aliyejulikana kwa jina la The Great Okiki, alipokuwa mke wake mdogo zaidi. Hapa tunaona kwamba Baroka alimrithi mke wa mwisho wa baba yake ambaye ni Sadiku. Sadiku anasherehekea ushindi wao, na Sidi anashangaa ni ushindi gani huo. Sadiku anasisitiza kwamba huo ni ushindi wa wanawake wote kisha anamhadithia Sidi maana ya sherehe hiyo. Wote wawili wanasherehekea ushindi wa jinsia ya wanawake. Lakunle anaonekana na anajaribu kuelewa nini kinaendelea. Sidi anamwambia kwamba anatakiwa kwenda ikulu kula chakula cha jioni na mfalme ili apate nafasi ya kumkejeli. Lakunle anamwonya asiende, lakini Sidi anampuuza na kuondoka. Lakunle anabishana na Sadiku ambaye anamkumbusha juu ya kulipa mahari ya Sidi. Lakunle anapendekeza mageuzi yanayopaswa kufanywa kijijini ndani ya mwaka mmoja au miwili, kwa mfano, kuondoa utamaduni wa kulipa mahari, kujenga barabara ya magari, kutumia sufuria badala ya vyungu, kukataa mfumo wa wake wengi, kwa kuwa wanasababisha udhaifu wa kiume, kuwanunulia viongozi magari kukata miti na kuchoma misitu ili kupanda bustani za kisasa za wapenda nao, kuchapisha magazeti kila siku, kuanzisha shule ya kucheza disko, kufanya mashindano ya urembo na kuacha pombe ya tembo ili kunywa chai yenye maziwa na sukari. Anasisitiza kwamba hata Sadiku aanze kuhudhuria ya shule yake kwa sababu ni mzee asiye na elimu ya kusoma na kuandika. Tunarudi nyumbani kwa Baroka. Baroka anacheza mieleka na mpinzani wake. Sidi anaingia wakati pambano hilo linaendelea. Sidi anajifanya kwamba amekuja kutubu kwa maneno aliyoyasema. Kisha Sidi anaanza kumkejeli Baroka kwa mafumbo. Baroka anasema kwamba yeye hubadilisha wapiganaji wake anapojua namna ya kuwashinda na hubadilisha wake zake anapojua kuwachosha. Kadri Sidi anavyoendelea kumkejeli Baroka anatambua kwamba Sadiku amemweleza siri yake. Kisha Baroka, baada ya kugundua usaliti huo, anasema maneno haya: machungu yanatoka kwenye ulimi wa huyu mwanamke. Sadiku, mjusi wangu mwaminifu. Kisha Baroka anasema kwamba watu wa mijini wameeleza uvumi wa kumdhalilisha kuhusu Ilujinle kiasi kwamba unamuumiza. Kwa kuwa anajali sana ustawi wa watu wake, Baroka anaendelea kumshawishi Sidi kwa kutumia misemo na nahau kama ukweli ni kwamba divai ya zamani huleta ladha bora ikihifadhiwa katika chupa mpya. Hatimaye Sidi anakubali ushawishi wa Baroka. Wakati huo Lakunle na Sadiku wanamsubiri Sidi arudi. Lakunle anahisi jambo baya limemtokea Sidi. Anaahidi kwenda kumwokoa. Sidi anakuja na kujitupa chini akilia. Lakunle anafikiria kuwa Sidi amepigwa. Sidi anamwambia Sadiku kwamba Baroka alimdanganya na kwamba ilikuwa mbinu tu ya kumpata. Baadaye Lakunle anatambua kwamba Sidi amelala na Baroka. Lakini anaahidi kuwa bado atamwoa. Mwandishi anatuambia kwamba katika jamii ya Wayoruba mwanaume wa kwanza kumtoa bikra mwanamke ndiye atakayemwoa. Sasa Sidi anatoka, Lakunle na Sadiku wanashangaa nini kimemtokea. Lakunle anafikiria ameenda kujiandaa kwa ajili ya ndoa na anasema hata yeye anahitaji muda wa kujiandaa akifikiria kuwa Sidi ameenda kujiandaa kwa ajili ya ndoa kati yake yeye na Lakunle. Wapiga mziki wanaingia, lakini Lakunle anawafukuza akifikiri wamekuja kusherehekea ndoa yake. Kisha Sidi anaingia akiongoza wapiga mziki kuelekea kwenye nyumba ya Baroka na anamwalika Lakunle ahudhurie ikiwa anataka. Sidi anasema kwa ujasiri kuwa hawezi kwenda kwa mwanaume mwingine baada ya kuonja nguvu ya Baroka. Asante sana kwa kunisikiliza, na huu ndio mwisho wa simulizi hii kwa ufupi. Naomba uniandikie kwenye sehemu ya comment hapu kuwa umejifunza dhamira gani au ni funzo gani umelipata, na kukumbusha tena rafiki yangu, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare na kufuatilia tamthilia nyingine itakayokuja kwa jina la The Black Hermit, mtawa mweusi, ambayo ninategemea ku Hivi punde, ni wako David Michael Wimbi na kupenda sana. Mungu akubariki, kubariki. Bye bye.